Leo, tarehe 12 Novemba 2025, historia mpya imeandikwa kwa wino wa furaha, machozi ya matumaini na mioyo iliyopiga kwa nguvu ya shukrani. Ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeshuhudia tukio la kihistoria. Injinia Kija Limbu Ntemi ameapishwa rasmi kuwa mbunge wa kwanza wa jimbo jipya la Katoro, kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Mheshimiwa Kija Limbu Ntemi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 Ni siku ambayo itakumbukwa na wazee wa Katoro, vijana wa Ludete, wamama wa, wa Saragulwa na wakulima wa Nyachiluluma na maeneo mengine, siku ambayo ndoto ya wananchi wa Katoro imegeuka kuwa ukweli unaweza kushikwa kwa mikono miwili. Safari hii haikuanza leo. Ilianza miezi mingi iliyopita wakati upepo wa matumaini ulipoanza kuvuma katika vijiji vya Katoro. Injinia Kija, mwana wa ardhi yenye dhahabu na jasho la wachimbaji na wafanyabiashara, aliamua kusimama kidete si kwa tamaa ya madaraka bali kwa wito wa moyo wake wa kuwatumikia watu wake. Siku alipochukua fomu ya kugombea ubunge, ofisi ya CCM ilitikisika kwa nyimbo za hamasa. Wananchi walifurika, wengi wakibeba mabango yaliyosomeka: Katoro Mpya, maendeleo mapya. Hapo ndipo mbegu ya matumaini ilipopandwa. Baada ya mchujo mkali ndani ya chama, jina la Injinia Kija lilitokea kama alfajiri inavyozidi giza. Wajumbe waliona ndani yake dira, nidhamu, maono ya kweli ya kijani. Mtu mwenye falsafa ya kazi, sio maneno. Uteuzi wake ukawa ishara kwamba CCM bado inajua kutambua wachapakazi, wale wanaotembea na jembe mikononi badala ya ahadi mdomoni. Kampeni zilikuwa za aina yake. Kutoka Bukondo hadi Nyamigota, kutoka Kaseme hadi Magenge, Injinia Kija alizunguka kwa unyenyekevu, akizungumza kwa lugha ya wananchi, lugha ya matumaini. Wakati wengine walipanda majukwani na kelele, yeye alipanda mioyoni mwa watu kwa maneno ya busara na vitendo vya huruma. Aliahidi si tu barabara na shule, bali kuungana na wananchi kubadili taswira ya Katoro Katoro jimbo linaloitwa chimbuko la madini na biashara kuwa ngome ya maendeleo ya jumuishi. Methali husema, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na kweli wananchi walisikiliza, walisikia sauti ya mabadiliko, wakachagua kwa imani na upendo. Siku ya kupiga kura, anga la Katoro lilikuwa na utulivu wa kipekee wananchi walijitokeza kwa wingi, wakiwa na imani kwamba kalamu zao ni silaha za maendeleo. Jua lilipozama sanduku la kula lilijaa historia. Matokeo yalipotangazwa, Injinia ya Kija Limbu Ntemi akatangazwa mshindi kwa kishindo. Vilio vya furaha vilisikika kote, vijana walicheza ngoma, wazee walinyoosha mikono juu wakisema, tumepata kiongozi wa kweli. Na sasa baada ya miezi ya maandalizi, leo hii injinia Kija amekula kiapu rasmi kuwa mbunge wa jimbo la Katoro. Kwa sauti thabiti na uso wa kutafakari, alitamka maneno ya uaminifu kwa katiba, kwa rais, na zaidi kwa wananchi wa Katoro. Wakati akishika Biblia, machozi yalitoka kimya kimya kwa baadhi waliokuwa ukumbini, ilikuwa ni ishara ya ushindi wa wananchi, ushindi wa imani na ushindi wa juhudi zisizo na mwisho. Katika hotuba yake fupi Injinia ya Kija alisema kwa unyenyekevu, na washukuru wananchi wa Katoro kwa imani yenu. Leo mmeandika ukurasa mpya wa kihistoria. Naahidi nitakuwa mbunge wa wote, wa masikini na matajiri, wa vijana na wazee wa wakulima, wachimbaji, wafanyabiashara na wanafunzi. Katoro hii tutaipeleka mbele pamoja. Ameweka wazi kuwa kipaumbele chake ni kuimarisha sekta ya elimu, afya, kilimo, nishati na miundombinu, ili kila kijiji kipati mwanga wa maendeleo. Anasema maendeleo si ndoto, ni matokeo ya kazi, umoja na uaminifu. Na hivyo leo jimbo la Katoro limepata mwakilishi wake. Wimbo wa taifa uliposikika bungeni, kila moyo wa Katoro ulipiga kwa furaha. Historia itakumbukwa siku hii kama siku ambayo kijana wa kazi, mwana wa watu, alisimama kuitumikia ardhi yake. Kama methali ya Kiswahili isemavyo, aliyepanda mbegu njema atavuna kwa furaha. Injinia Kija Limbu Ntemi amepanda mbegu ya matumaini na wananchi wa Katoro sasa watavuna matunda ya imani yao. Makala hii imeandaliwa na kusindiwa kwako na mimi Kusekwa James.